Jua mkaa unaweza kuondoa nuksi, unaweza kuondoa mikosi na vitu vyote vibaya kwenye mwili wako, na sio kwenye mwili tu, bali pia hata kwenye nyumba yako. Watu tumezoea mkaa ni njia ya kupikia, watu wamezoea mkaa kupikia, lakini mkaa una siri kubwa sana kiroho, ambapo unaweza kusafisha na kuondoa vitu vibaya kwenye mwili wako pia kwenye nyumba yako na leo katika video hii nitakwenda kukuonyesha siri ya mkaa kama silaha ya kiroho ambayo itatumika kusafisha mwili wako na pia kutakasa nyumba yako na kuleta amani ya kweli. Helo, habari, karibuni tena katika chaneli yetu, na kama huwe ni mgeni kwenye chanel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe, ili wakuanza kuona kila tutakapokuwa tuna posti somo jipya. Leo katika somo hili nitakwenda kuelekeza ni namna gani unaweza kusafisha mwili wako, unaweza kuondoa nguvu zote mbaya kwenye mwili wako, kuondoa mm -hmm. negative energy zote kwenye mwili wako, pia kwenye nyumba yako kwa kutumia mkaa. Kwa hiyo nitaeleza njia kama mbili tatu, namna gani unaweza kutumia mkaa kuondoa vitu hivyo nilivyosema hapo. Mkaa una nguvu kubwa sana ya kufyonza nguvu hasi katika mila na imbali, na imani mbalimbali mbali, mkaa hutumika kama chombo cha utakaso, kuondoa nuksi, kuondoa mikosi, kuondoa huzuni na hali ya kiroho isiyokuwa na utulivu. Na hizi ndizo njia ambazo unaweza kuutumia mkaa katika matumizi mbalimbali mbali ya kiroho. Njia ya kwanza ni kwa kubeba mkaa kama ulinzi binafsi. Yaani unaweza ukakata kipande kidogo cha mkaa na ukakiweka kwenye kipande cha nguo au ukakiweka kwenye mfuko, na ukawa unakibeba kipande hicho cha mkaa kila sehemu utakapokuwa upo kila siku, utakapokuwa unakwenda sehemu yoyote, basi hakikisha kile kipande cha mkaa kinakuwepo sehemu ambako wewe upo. Hii itakusaidia wewe kujikinga na wivu, kujikinga na husda, kujikinga na watu wenye asira na wewe, watu wenye macho mabaya, na mikosi yote katika mazingira ambayo wewe utakuwepo, basi hamna mtu atakayeweza kukufanyia na kikakupata kama wewe ukiwa umebeba kipande cha mkaa huwa kinakuwa kama ulinzi wako wewe binafsi, na hiyo ni njia moja ambayo mkaa inaweza ikakusaidia kiroho. Njia nyingine ya kutumia mkaa ni kwa wewe ambaye kwenye nyumba yako unaona nyumba imekuwa nzito, nyumba imekuwa haina amani, mambo yamekuwa, nyumba riziki haziingii, nyumba imekuwa na mikosi, nyumba imekuwa haina yaani, haikaribishi vitu vizuri, basi cha kufanya utatakiwa kuchukua bakuli la maji. Chukua bakuli kubwa, kisha weka maji masafi kwenye ile bakuli yako, na baada ya hapo, utatakiwa uchukue kipande cha mkaa na ukidumbukize katika ile bakuli ya maji. Kisha utatakiwa uiache ile bakuli siku nzima, na mpaka usiku, mpaka asubuhi yake. Kisha utaondoa yale maji, utayamwaga yale maji na utaweka maji mengine. Fanya hivyo angalau hata siku mbili au tatu, mpaka uone kabisa unaona amani kwenye nyumba yako, unaona kabisa nyumba yako imekuwa nyepesi, mambo yameanza kubadilika. Fanya hivyo, weka maji masafi, kisha weka kipande cha mkaa kwenye yale maji. Fanya hivyo mpaka asubuhi, unaondoa yale maji, unaweka maji mengine. Hakikisha unaacha yale maji chumbani usiku kucha, yanalala pale pale yakiwa na kile kipande cha mkaa ambacho umeweka mle ndani. Lakini manuizi pia ni muhimu katika hizi njia zote ninazokuelezea hapa. Hakikisha unakuwa unanuia wakati unafanya hicho kitu. Kwenye ile njia ya kwanza, hakikisha wakati unakiweka hicho kipande cha mkaa kwenye, kwenye mfuko wako unanuia kwamba ikawe ulinzi, ikawe vitu vyote vibaya utakavyokutana navyo visikupate. Na kwenye njia ambayo nimekuelekeza sasa hivi, pia hakikisha unapoweka hayo maji, unapoweka huo mkaa, pia unanuia kwamba kitu chote kibaya kilichopo kwenye hii nyumba kiondoke. Unanuia jinsi vile unavyoona unataka. Hiyo ni njia ya pili, lakini pia unaweza kutumia mkaa kwa kuumwaga katika sehemu mbalimbali za nyumba yako, yaani unachukua mkaa, ile mikaa midogo midogo unaitawanya katika nyumba yako unayokaa. Unaweza kutumia unga wa mkaa ukanyunyizia pembezoni mwa nyumba yako, kwenye kona za milango, kwenye madirisha. Yaani unahakikisha katika sehemu mbalimbali kwenye nyumba yako ume mwaga mkaa na baada ya hapo utaacha kwa masaa 24 au hata masaa arobaini na nane. Kisha unakuja unafagia ule mkaa wote ambao ulikuwa umeumwaga, kisha unakuwa unaufagia huku ukiwa unatamka maneno ya utakaso kama ifuatavyo, kwamba ninaondoa kila nguvu mbaya kwenye hii nyumba na ninakaribisha amani na furaha. Basi unakuwa unafagia ule mkaa ambao uliweka kwenye kona, uliweka kila sehemu, unafagia na kutoa mbali kabisa. Hapo unakuwa unanuia wakati wa kufanya pia hivyo hizo ni njia ambazo nakuwa naelezea ambazo unatumia mkaa kuweza kuondoa nguvu mbaya kwenye mwili wako pia kwenye nyumba yako. Na njia nyingine ambayo unaweza kutumia mkaa kuondoa vitu vibaya kwenye mwili wako, unachukua ule mkaa kisha unawasha. Hakikisha unajaza jiko lako vizuri mkaa na unawasha ule moto. Hakikisha ule mkaa unaungua mpaka unakuwa majivu, yaani unapata majivu. Hapa sihitaji kutumia mkaa, nahitaji majivu ya mkaa. Kwa hiyo ule mkaa utakapochoma, utakapokuwa majivu, basi yale majivu yake unatakiwa kuyachukua na kuyachanganya kwenye maji yako ya kuoga. Chukua mkaa wako, changanya kwenye maji ambayo unakwenda kuoga, na unaweza ukafanya hivyo kwa muda wa siku saba. Kila siku unakuwa unachukua mkaa kidogo, majivu kidogo, unaweka kwenye maji yako ya kuoga. Hii huwa inaondoa nguvu mbaya zote kwenye mwili wako, negative energies zote. Kama mwili wako unasikia umekuwa mzito, yaani mwili wako umekuwa hausikii vizuri, pia unaweza ukafanya zoezi hilo, pia litakusaidia sana. Ila cha umuhimu ni nia na maneno. Nafasema nia na maneno. Nia ni ile unavyokuwa unajisikia kufanya hichi kitu kabla hujafanya hichi kitu. Yani ile nia yako wewe kwenye moyo wako, na baada ya hapo ni maneno, yani kunuia wakati unafanya hicho kitu kwa maneno, kwa mdomo wako, kwa kutamka, sababu maneno ndio yanaumba. Kwa hiyo, kabla ya kutumia mkaa, weka nia safi, kwa sauti ya moyoni au mdomoni kabisa, ukatamka kwamba ninatakasa nafsi yangu au ninatakasa nyumba yangu au mazingira yangu, kuondoa nguvu hasi zote, ziondoke kwenye hii sehemu. Basi baada ya hapo unaendelea na shughuli zako. Hakika utaona kabisa matokeo, kwa sababu hii spell ni nzuri kabisa. Utafanya na utaona matokeo kwa haraka. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini pia napenda sana kusisitiza, kama uni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe, ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunafundisha spell mpya. Asanteni sana.